Moja kati ya wakongwe kabisa wa music hapa hapa Bongo. Kwanza heshima yako. Asante brother. Tumefurahi kukuona hapa ukiwa na TID mtoto mdogo kabisa. Eh, na pengine uh, kwenye hii live ambayo umekuja kuishuhudia hapa labda mashabiki wakuone ukipanda ama tumekuja kuangalia tu vijana akiperform live. Uh, kwanza kabisa the mafic na the the, uh, the heroes. Heroes, yes. Hizi zote ni familia yangu, ni familia zangu yeah. Uh, ujio wangu hapa nimepata mwaliko, nimekuja kwa support ndugu zangu familia yangu nikiwa kama mwanamuziki mwenzao, kwa hiyo yes. Lolote linaweza likatokea na nyumba ikitokea yeah, wakakurudisha stejini, uko tayari unakwenda, ya niko tayari kwa sababu hiyo ni kazi yangu, kwa hiyo yeah labda peo, unawezekana muda mrefu masuala mazima ya kuimba live, nawezekana usiwape kile chakula ambacho mashabiki wanakitarajia kutoka kwako. Haijawai kutokea situation kama hiyo, labda kwenye show zako za kimuziki umeshtukizwa ghafla tu na unaambiwa, Bwana Lina, tunakuomba uje kuperform. siku zote mimi naamini katika kipaji, mimi na kipaji, um nikasema Mungu amenibariki kwenye kitu kama hicho, so yani hata kama nitaitwa Yani ni vile vile, unajua ng'ombe maini, ya zeki maini. Kwa hiyo yani naishi mule mule na hakuna tatizo lolote tho. Siwezi kusema kwamba mazoezi sio kitu muhimu, ni kitu muhimu pia ya, lakini yani hamna kitu chochote kilichopungua. Kuna ugumu wowote kipindi labda ulipokuwa ma... unaandaa show za live, labda kuna ugumu wowote ambao unatokea kwenye maandalizi? Ugumu upo, kwanza kabisa Uh, unajua wengine tuna nyimbo nyingi afu za zamani unaweza kuwa umesahau mashairi ya, kwa hiyo unakuja kuwapa shida wapigaji na, yeah ni hivyo. Sometimes pia ukifanya mazoezi kama umekaa kwa muda mrefu hujafanya mazoezi, ukifanya mazoezi siku ya kwanza, siku ya pili, siku ya tatu, lazima sauti ikauke ikate. Yes, kwa hiyo huo ndo ugumu na waweza nikasema yeah. Okay, Lina, Lina umesema kwamba unakuja kwa support wasanii wenzako kwa sababu wewe ni mwanamuziki uh, lakini nimeona nimepita kwenye page ya TID nimeona wasanii wengi walioalikwa lakini sijaona. Alafu imekuwa na kitu uh, zamani, ni kitu cha kawaida kwa wasanii wa wasanii wa sasa hivi kutokuhudhuria kwenye shughuli za wasanii wa zamani unahisi labda ni kwa nini? Ah, uh, unajua kila mtu ana changamoto zake. Huwezi kujua kila mtu ana changamoto zake, ziko nyingi. Mwingine anaweza akawa alipanga avae gauni fulani limechanika, alipanga avae kiatu fulani akijaja. Unajua msanii unapoenda sehemu ya watu wengi, mbele za mashabiki zako, kuna vitu vingi vya kuzingatia. Kwao mimi nafikiri ni zile changamoto ndogondogo ambazo zinakulostisha sana, sanasana unaangalia kulinda tu brand yako. Kwa hiyo labda naweza nikasema kwa sababu hata mimi imewahi kujitokea taiwa kuenda mfano juzi tu kwa, kwa kuna show. Fitness ya nani nguo ambayo nili nilitegemea niivae mwisho wa siku fundi akanirostisha. Sema kwa sababu kulikuwa kuna mbadala nikakaza tu nelewa, lakini ile ingekuwa ni sababu kubwa ambayo hata msanii mwenzangu pia ningemwambia anaelewa, kwa sababu hata wao wameshai ku experience hivyo vitu ya kwa hiyo labda hiyo inaweza yani, kuna vitu vingi uh, sio kwamba kwamba wasanii sasa hivi wengi wanaishi kuja kwenye show kama hizi wanashusha brandi zao. Kwa kwa nini? Kwa nini brandi ishuke? Kwa nini? kwa sini, sini kazi yao yes. yes. yes. Yani yeah. watu wanafanya kwenye swala wanasema kushusha brandi. Sidhani, sidhani, yani yao naikataa

Sipendaji sana kuongelea maisha ya watu wengine kwa sababu wao ndo wanajua siri iliyopo katikati. Mimi kama mimi binafsi siwezi siwezi kufanya siwezi kuunganisha kazi yangu na mahusiano yangu mimi mimi binafsi. Yani hata itokee leo kesho, siwezi kuweka mahusiano ya kimapenzi naye kazi. Sasa hiyo ni mipango ya Mungu, sijuu, ndomana nimeongea, ni hisia, ni vitu ambavyo vinatokea na uwezi ukaongelea kwa sababu uwezi kujua huyo limemkuta vipi au limemkuta kwenye wakati gani. Kwa experience yangu ni kwa sababu

kwa hiyo unatakiwa alichokwambia ndio ukipokee kama ni mja mzito, mimi leo nikisema ni mja mzito lakini iwe, kwa navili aminini mja mzito isiwepo kuhusika na nimekuambia, kwa sababu mtu amekupostia nyumba, amekupostia gari, amekupostia nini leo hivi. Okay, Linah, umegusia issue nzima ya ujauzito hivi karibuni, wasanii wamekuwa wakibezwa mitandaoni kuzusha ujauzito fake. E, wanazusa ujauzito feki ili kupata mandate kwa watu kuwa na fame kubwa, kuwa kufuatiliwa zaidi. Kwa upande wako kama msanii wa siku nyingi, unaona uko sawa kuzusha ujauzito wa watu kufuatilia kwenye mitandao ya kijamii? Mimi kama mimi, naongelea kwa experience yangu, toka nimeanza kuingia kwenye industry nilishaambiwa usiokajaribu kufanya kitu fulani cha uongo ili umisi mtu akufuatilie. Sijawahi kuamini kwenye drama, sijawahi kuamini kwenye matukio yote baba Yani, hata limetokea kwangu, ujue ni la ukweli, si la hapa sana. Unasema nimetunga. Sijatunga ila itaenda viral. Kwa hiyo ndio upande huo, nitaongea kwa experience yangu mimi. Mimi siamini katika hiyo vitu kwa maana nashindwa hata kuvielezea. Siamini kuna mtu anaamini na anaahisi, unajua tunatafuta risk tu ana jinsi yake, mtafuta hela kikubwa tu isiyo njia mbaya, lakini kama hata kama anadanganya na amepata hela na watu walimwamini, na hamna tatizo, unyama tu. Ila mimi kama mimi sijawahi kuamini kwenye hicho kitu hicho kitu. Unakumbuka mwaka jana Januari kuna video uliposti ukiwa umevaa kanga kwenye mvua mkua unacheza cheza, e, hivi ile video lisakuu msoda akasema, i anafanya kitu kama hiki, ila sasa hivi Zile video hatusioni. Yani ukifanya vile watu wakasema, labda Lina kuna mtu kampata huyo, mtu kamwambia, bwana usifanye vivitu, na ndio maana hata Lina haonekani siku siku, kwenye baadhi ya matukio kwamba amefungiwa ndani kweli. Mimi kwanza taarifa ni sawa. Kwanza hiyo video sikuichukua mimi, alichukua ndugu wangu na ilikuwa ni for fun tu, lakini kumbe yeye alipost kama kawaida, nikashangaa tu imetembea

Uh, mna, msikifan, I hope na na na urafiki, kwenye game wa kike. Kike kwamba wengi mnafikiana. Unajua ni kwamba kitu sidhani kama naweza nikaita unafiki. Mkiwa sehemu mnafanya kazi moja, na wote mtataka muende pamoja. Lazima hizo picha zitaonekana za hivyo. Oh. Io ia mnafiki kwa mtu. Mimi napambania tu kwamba nifike pale napotaka kufika. Basi. Kwa wengine kama ona, lakini mimi naishi. Kama na, unajua, i sijai kuwa na bifu na msanii wa kike mwenzangu yoyote. Yani wote ni peace, tuna amani, tuna raha, tuna furaha. Umetokea, tumekutana, tuna vibe. Sio lazima kila msanii msanii msanii wa kike awe, ila ni kwamba mambo, unyama unyama, twende yani raha raha, ukiona unaweza kuenda sehemu kukutana na msanii wote, unaposema unapoweza kwenda kwa msanii wa kike

Na pale ukiangalia kuna Lady JD, kuna Linah Sanga, wow. kuna Nandi, kuna Zuchu, kuna Sarafina kwawapa, mbona wow. wow.